Og, katika upande wa taarifa nyingine sasa, kwa kuelekea huko mkoani Kilimanjaro, ambapo mkoani Arusha, ambapo mamia ya wakazi wa jiji la Arusha leo wamejitokeza katika mazishi ya aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kilindi Beatrice Shelukindo ambaye alifariki dunia wiki iliyopita mkoani Arusha. Katika mazishi hayo ambayo yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa na madhehebu ya dini, waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia ya wazee na watoto, Ummy Mwalimu, ambaye amewakilisha serikali kwa kutoa salamu, amesema marehemu Beatrice Shelukindo ni mfano wa kuigwa, kwani alikuwa ni mchapakazi na mwenye upendo kwa watu. Mwanahabari wetu Sechelela Kongola ana taarifa kamili Safari ya mwisho aliyekuwa mbunge wa Kilindi mkoani Tanga, ambaye pia alikuwa mbunge wa bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki mwaka elfu mbili na moja hadi elfu mbili na nne ambapo katika maziko hayo yaliyohudhuriwa na watu mbalimbali, huku kila mmoja akimwelezea kwa namna walivyomfahamu wakati wa uhai wake. Waziri wa afya, maendeleo ya jamii, jinsia, wazee na watoto, Umi Mwalimu, ambaye amewakilisha serikali katika safari ya mwisho yaliyekuwa mbunge wa Kilindi katika kipindi cha serikali ya awamu ya nne, Beatrice Shelukindo, amesema atakumbukwa kwa upendo wake. Mama, kwa niaba ya serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, kutoa salamu zetu za pole kwa mume wa marehemu, mama wa marehemu, watoto wa marehemu, familia, ndugu, jamaa na marafiki. Sina maneno mengi ya kumweleza Beatrice Shelukindo ambaye tunamwita dada Bet, dada Bite, dada Beatrice. Lakini tutamkumbuka kwa mambo makubwa mawili, kwanza ujasiri na kujiamini na kusimamia kile ambacho anakiamini, lakini la pili ambalo tutamkumbuka dada Beatrice ni mtu mwenye upendo na mapenzi makubwa sana kwa watu. Kwa upande wa msemaji wa chama cha mapinduzi CCM, Christopher Ole Sendeka amesema walifanya naye kazi katika bunge hususan katika mambo muhimu ya kuwatumikia wananchi. "Ni sisi tunamfahamu, alikuwa mama mzuri, pia alikuwa kiongozi. Tulifanya naye kazi na nafasi ya kuwa naye kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka kumi, kati ya watu ambao tulikuwa tunashirikiana sana kushirikiana naye kwenye masuala yenye maslahi kwa nchi. Baadhi ya wawakilishi toka Tanga pamoja na mwakilishi toka bungeni wamesema wananchi wengi watamkumbuka kwa ujasiri pamoja na ushirikiano aliokuwa na uonyesha kwao. Kila mmoja amekiri kwamba ni mtu mzuri na amefanya kazi nzuri. Mimi sina maneno ya kumpamba zaidi ya yale waliozungumza wachungaji na viongozi wengine. Wote tujifunze kwa matendo mazuri. Ndugu Shelukindo, mume wa marehemu, na zaidi watoto wa marehemu, Mungu awape ujasiri. Imeambiwa niwasilishe kiasi ambacho wenzetu wamejaliwa kutoa kiasi cha shilingi milioni tatu na laki saba na hasa zaidi kimetolewa na wale wabunge wa bunge la kumi ambao walifanya kazi pamoja. Uh, ndugu Biki wa na ndugu Shelukindo, marehemu ameacha mume na watoto watatu. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Sechelela Kongola, TBC1 Arusha.